Nakumbukwa kwamba uh, mwaka elfu mbili na kumi na tano nilichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Mtama. Uchaguzi ule uh, wakati wa kampeni kuna ahadi nyingi nilizitoa mimi kama mgombea, lakini pia ahadi ambazo zilitokana na ilani ya uchaguzi ya CCM. Na sasa ni miaka miwili na nusu. Nikadhani ni muhimu kupitia, kwa sababu ni kama nusu ya safari ya miaka mitano kupitia baadhi ya ahadi ambazo nilizitoa kuangalia maendeleo yake na kuchukua kumbukumbu fulani ambayo uh, baadaye tutakuja kulinganisha sasa miaka mitano itakapopita. Na kwa hiyo katika safari hii niliyoifanya uh, tumepitia kwenye maeneo makubwa matano. Eneo la kwanza ni maboresho tuliyoyafanya katika uh, huduma za afya. Eneo la pili ni maboresho tuliyoyafanya katika huduma za elimu. Eneo la tatu ni uh, maboresho tuliyoyafanya katika miundombinu kama uh, barabara na miundombinu mingine. Lakini eneo la nne uh, tumepitia kwenye uh, juhudi zetu tunazozifanya katika kupambana na umaskini na hasa umaskini wa mtu mmoja mmoja, tukizingatia kwamba wananchi wetu hapa wengi wao ni wakulima uh, uh, wa kawaida na tumeangalia mazingira ya watu wetu sasa kuanzia kwenye elimu jimbo hili uh, kama ilivyo majimbo mengine uh, ya, ya nchi hii elimu yake kidogo. Uh, miundombinu uh, huduma za kielimu zilikuwa ziko chini kidogo, na mwaka huu bahati mbaya bahati mbaya uh, wila mkoa wa Lindi na patikula jimbo la Mtama hatukufanya vizuri sana katika, katika elimu lakini nilipoingia, nili, niliahidi kwamba tutaboresha uh, mazingira ya shule, na katika safari hii tumekwenda kuangalia shule ambayo ilikuwa iko chini kabisa uh, hasa katika miundombinu, shule ya Litingi ambayo nilikuta wanafunzi walikuwa wakisoma chini. Ya, ya nyumba ambayo imejengwa kwa miti tu, ilikuwa mbavu za mbwa kabisa na ilisambaa hata kwenye mitandao tumejenga uh, madarasa, tumejenga nyumba ya mwalimu na tunaendelea kujenga miundombinu. Kwa hiyo kwa ujumla wake, katika jimbo la Mtama yako maeneo mengi ambayo, uh, kama mbunge nimechangia mabati, nimechangia uh, mifuko ya simenti uh, lakini na vifaa mbalimbali ikiwemo sola na na vifaa vingine kuhakikisha tunaboresha mazingira ya elimu. Sasa hivi tupo katika hali ya laa, tupo katika shule ya msingi Litingi, nipo na wanafunzi wenzangu hawa wanyuma ku na tunaendelea na masomo vizuri. Tabu tuliyopanda tangu mwanzo atukuridhika, na sasa hivi alivyotuletea majengo mapya na Nape Nnauye tumeridhika na, na furaha tumepata kwa upendo mzuri sana, lakini upande wa afya pia hali yetu ya afya haikuwa nzuri sana. Baadhi ya maeneo kwa kweli hali yao ilikuwa mbaya, ilibidi watembee umbali mrefu, na hasa mama na mtoto, na hapa tuliahidi kwenye uh, kampeni, na pengine ndio maana kina mama watupigia kura nyingi kwamba tukisha nikishakuwa mbunge nitaboresha huduma za mama na mtoto, lakini huduma za afya kwa ujumla wake. Safari hii tumetembelea baadhi ya zahanati, moja ambayo imekwisha zahanati ya Mnolela ambayo juhudi za mbunge, lakini tukishirikiana na Mheshimiwa Rais alituchangia pesa, halmashauri na wananchi kwa pamoja tukajenga uh, zahanati ambayo kwa kweli ni zahanati nzuri, imeisha vizuri na vifaa na imeanza kutumika. Ziko changamoto za, ku, za kuendelea kuiboresha lakini ipo zahanati eneo lile na ilikuwa ni ajenda kubwa ya uchaguzi. Tulipotoka pale, tumepitia zahanati ya Litipu ambayo uh, tunaendelea kujenga hii, ilianza uh, awamu iliyopita ya ubunge wa Kikangu Membe na mimi ninaendelea ili pale kwenye ile eneo tupate zahanati, lakini tukaenda kwenye kituo cha afya ambacho tumepeleka pesa nyingi kwa kweli pesa za, ku, za kukiboresha kituo cha afya cha Nyangamala zaidi ya milioni mia tano na tunapanga sasa kupeleka milioni mia mbili zilizobaki kwa ajili ya kuweka vifaa. Tumejenga pale nyumba ya mganga, tumejenga uh, chumba cha upasuaji, tumejenga chumba cha maabara, tumejenga uh, chumba cha, cha, cha kujifungulia mama na huduma za mama na mtoto, lakini tumefanikiwa kuweka chumba cha kuhifadhia maiti. Kwa hiyo tumeboresha eneo hili, tunamshukuru mbunge Nape Nnauye. Tunamshukuru, yani anatujali na anatusamini tukimletea matatizo yetu anatunyeshea. Eh, huduma e, ni mzuri, lakini mbunge huyu tunamshukuru, anatujali na vile vile tunamshukuru tu kwamba anatuelewa, kama sisi wananchi tukimwambia swala anatuelewa, anatuambia ana kwamba jamani, tusubirini, ah, so kidogo mimi najitafuta au kuongea, naenda kuongea, tutakuja kufanikisha. Lakini uh, tulipotoka pale, tumekagua mradi wa maji. Hili ndio lilikuwa jambo la tano katika vitu vikubwa ndivyo vyaidi vi katika jimbo hili. Jimbo hili kwa sehemu kubwa, uh, kwa jiografia yake na ukubwa wake na mazingira yake, hali ya maji ni ngumu sana lakini tunayo miradi kadhaa tumetembelea mradi mkubwa ambao umegharimu zaidi ya bilioni mbili mradi wa, wa maji wa chemchemi litipu nyangamara na ukauka na Mungu akisaidia tuuvute mpaka uje linoa ni mradi mkubwa umekamilika kwa zaidi ya asilimia uh, tisini na kitu sasa unakwenda tisini na sita na huu ni mwaka wa pili na nusu na ahadi yangu ilikuwa miaka mitano niwe nimemaliza, na mimi matumaini yangu uh, siku thelathini zijazo huu mradi utakuwa umekwisha, kwayo nitakuwa nimeukamilisha nime kabla ya wakati nilioahidi wa na mambo yanakwenda vizuri. Ziko changamoto za kuongeza kasi ya, kutekele, ya kutekeleza, lakini ni mradi ambao utatusaidia, lakini iko miradi mingine mingi ambayo tumepeleka pesa nyingi tu, uko mradi wa Namangale huko, mradi wa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 Tume, tumefanya mapinduzi kwenye kilimo. Upa, ukanda wa, wa tarafa ya Nyangamala na baadhi ya tarafa zingine wanalima mihogo. Tulichofanya ni kuanza sasa harakati za kutoka kufanya muhogo kuwa zao la chakula kupeleka kuwa zao la biashara. Wenzetu uh, wa Faransa na wenzao wamekuja hapa kuwekeza kiwanda ambacho kitachakata mhogo, kitausaga, kitausindika, kitauweka kwenye kwenye mifuko na kuupeleka kwenda kuuza China. Ukishafanya hivi, maana yake sasa unaondoka kwenye biashara bi ya mhogo kuwa zao la chakula kupeleka kuwa ni zao la biashara na hii itasaidia ita ukiacha ajira zitakazozalishwa za pale zaidi ya elfu moja na kitu uh, za muda na za kudumu zaidi ya mia mbili mia tatu, lakini pia wakulima wangu watapata sehemu ya kwenda kuuza mazao yao, lakini watapata mazao ya ziada kwa sababu uh, wenzetu hao wamekuja na mbegu ya kisasa ambayo inatoa mazao makubwa na mengi. Tunashukuru serikali, imekuwa ikiwapa iki ushirikiano, lakini ombi letu ni kwamba Uh, turahisishe namna ambayo kama mtu anakuja na mtaji wake anataka awekeze isimchukue muda mrefu kupata vibali na kupata maeneo, ili tuweze kuboresha. Kwa sababu kiwanda hichi kikianza, kitaongeza kita kipato kwa watu wetu, kitaongeza pesa kwa watu wetu kwa maana ya ajira, lakini kitaongeza mzunguko wa pesa kwa maana watapata mahali pa kuuza mazao yao, na kwa hiyo itasaidia kufanya kilimo cha mhogo kitoke kuwa kilimo ambacho kinasaidia tu upatikanaji wa zao la muhogo kwa maana ya chakula lakini pia tunachukua zao la muhogo kwa maana ya biashara. Kabla tuanze, kwa ushirikiano wa mheshimiwa mbunge wetu bwana Nape Nnauye na serikali kuu, wameshirikiana na sisi na hadi leo hii tumeweza kupata mashamba na tumeweza hadi kupata A, zile kuanza kuweza kupata nini? Wafanyakazi wanaotufanyia kazi wapi? Hapa mashambani, apa mashambani, nchi wa Mtama wamenufaika kwa kuwapatia kuwa ajira, wamepata ajira kwa wingi, alafu na mambo ya training tumwa train ya kutosha. Kuna vijiji tumeanzisha, mpaka kuna shule pale Lipome, tume tunawajengea madarasa pale hapo, karibu na mahali tupo hapa kuna damu tunachimbia hao damu, kwa sababu kuna changamoto sana ya maji huko ambapo maji tunawachimbia pale, alafu hayo maji itawasaidia pamoja na sisi pia, nchi wa jimbo la Mtama, pamoja na mazao mengine, wanalima korosho, na kwa hiyo tunawekeza zaidi kwenye haya mazao makubwa mawili. Kuna muhogo kwa maana sasa ya kuondoa kwenye kuwa zao la chakula kwenda kuwa zao la biashara. Lakini kuna korosho ambayo kwa muda mrefu bei yake imekuwa ndogo na soko lake limekuwa linayumba hivi kidogo. Mwaka huu serikali imechukua hatua kadhaa ikiwemo kufuta, kupunguza baadhi ya kodi kwenye korosho na kurekebisha mifumo ambayo imesababishwa na kelele tulizopiga wabunge bungeni, na hasa sisi ambao tunatoka ukanda huu ambao watu wanalima korosho. Kwa hiyo maboresho ma ma fulani yamefanyika ambayo yamesababisha zao la korosho lipate bei nzuri. Tumeona jinsi ambavyo uh, wakulima wangu wa Jimbo la Mtama baadhi yao wakijikwamua sasa wanalima korosho, wanauza, wanapata bei nzuri, wanajenga nyumba nzuri za kisasa, wanahama kutoka kuwa na nyumba ya kupanga, kwenda kumiliki nyumba zao wenyewe, lakini pia hata kujenga Uh, vibanda kwa ajili ya shughuli zao za kibiashara na uh, ukiangalia ni watu wa kawaida sana. Tumemwona mama, mama mjane, lakini tumemwona mtu mzima mzee. Na changamoto tulionayo hapa ni kwamba vijana nao nadhani umefika wakati watoke kwenye kukaa vijiweni na kucheza uh, pool table, wa, wa, waende wakafanye kazi. Kuna kina mama wengi, kuna wazee wengi ambao wanafanya kazi na wanapata mazao mazuri. Nadhani sasa tutoe wito kwa vijana nao waende wakafanya kwa sababu kilimo kinalipa kilima vizuri, ukifuata taratibu na kanuni italipa. Niseme tu kwamba kwa, kwa sasa hivi nashukuru sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na mbunge wetu wa Mtama kwa kupigania bei ya korosho. Huko nyuma korosho ilikuwa inauzwa mia mbili mia tatu kwa hiyo hatukuwa na maendeleo yoyote, lakini kwa siku hizi miaka miwili mitatu hii korosho ina bei kubwa na tunapata fedha bila matatizo tofauti kwa kwenye 200 mpaka shilingi kwa bei ya mwisho kabisa nilivyosikia ilifikia elfu nne kwa kilo moja. kitu ambacho huko nyuma mpaka kupata shilingi mia tano kwa kilo ilikuwa kazi. Kwa mimi hapa niseme kwa asilimia tisini na tano mapato yangu ndio imenisaidia korosho. Kwa msimu wa kumi na sita nimeanzisha kujenga nyumba kwa vyumba vinne vya kulala, sijamalizia lakini nikajiongeza tu mimi mwenyewe kwamba nijenge kwanza jengo la biashara kusudi nikimaliza basi itanipatia fedha na kule, kwa vile ni nyumba tu ya kulala basi naweza nika, nikaendeleza kwa msimu huu wa mwaka huu. Kwa hiyo niseme tu kwamba korosho kwa watu wa kusini, au kwa wananchi wa kwa jimbo la Mtama kwa kweli imetuinua sana. Tunashukuru sana serikali yetu na tunamshukuru sana mbunge wetu. Na kingine nicho kitakuelezea kwamba huko zamani kulikuwa na kodi zaidi ya kumi na tano, lakini mbunge wetu amepigania zile kodi nadhani zizo zizo baki ni chache sana. Jamani, haijawahi kutokea Tanzania, mara ya kwanza kabisa kusikika nchi nzima. Kama una dakika zitumie kuperuzi kifurushi cha pindua pindua cha kupa pindua unit. Uhuru ni wako. Jotei... piga nyota 149 nyota 01 alama ya redi chagua pindua, pindua. Vodacom, power to you.